Kupambana kwa kiasi kikubwa, mainjari alikuwa mengi sana, lakini unakuta hata mchezaji akitoka replacement yake inakuwa mzuri. Kwa hiyo wamepambana vya kutosha, wametoa jasho tumeona, na mpaka imefika pindi uh, tumefanikisha hiki ambacho tumefanikisha kwa leo. Kwa kweli tuna furaha ya kutosha sana kufikia hiki ambacho tumekifikia. Nafikiri ni season ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana, ukilinganisha na season zote ambazo nafikiri tumewahi kuzicheza kwa umri wangu, manake tumepata mataji matano yote ambayo ya kuyapambania kwa jasho la damu, na tulikuwa tuna kipindi kigumu sana kupitia bodi TFF na vitu vingine marefu halisi na nini, lakini mwisho wa siku, Mungu kwanza ame, tumewini target. Kwa hiyo iko ndio kitu ambacho sisi tunafurahia kwa kweli. Unawaambia nini mashabiki wa Young Africans? Uh, mashabiki wa Yanga mimi sina cha kuambia, kwa sababu uh, sana kwa sana sisi tuko tuko vizuri wote, hatuna cha kuambizana, kila mtu anajua wajibu wake. Unakuta tunajaa sana viwanjani, matukio kama haya tunakuja kwa ajili ya kusapoti timu yetu. Lakini uh, yote kwa yote tusikate tamaa.